Mtazamaji wa channel ya Feaboy karibu tena katika channel yako pendwa, kwa update zote kuhusu ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Katika video ya leo tutakwenda kuangalia nafasi za kazi zilizoweza kutoka katika halmashauri ya mji wa Korogwe, lakini kabla ya kwenda kuanza hiyo, inabidi ufahamu kwanza vitu gani vya muhimu unavyotakiwa kuwa navyo kabla hujaweza kufanya application katika nafasi hizi za ajira serikalini. Kitu cha kwanza utatakiwa kuwa na cheti chako cha kuzaliwa. Hakikisha unayo cheti cha kuzaliwa original, na kama hauna cheti cha kuzaliwa, tunakusaidia wewe kuweza kupata cheti chako cha kuzaliwa. Lakini kama cheti chako cha kuzaliwa ni cha zamani, pia hakitakuwa na kazi. Vyeti vya zamani vyote havifanyi kazi kwa sasa. Unachotakiwa kuwa nacho ni cheti kipya, kwa hiyo unahitajika kubadilisha cheti chako cha zamani na kuwa cheti kipya. Ili kuweza kubadilisha cheti chako cha zamani na kuwa cheti kipya, tucheki WhatsApp namba nimekuwekea katika description ya video hii, lakini pia linki ya moja kwa moja ya WhatsApp nimekuwekea pia katika description ya video hii, ili tuweze kubadilishia cheti chako cha zamani na kuwa kipya. Na kama wewe hauna kabisa cheti basi, tutakusaidia kuweza kupata cheti na kwa wale ambao hawana akaunti za ajira portal basi pia tunasaidia kufungua ajira hizo akaunti za ajira portal na kuweza kujaza taarifa zako kwa usahihi kabisa. Na basi turudi katika video yetu ya leo, nafasi za kazi katika mji wa Korogwe. Nafasi zilizoweza kutoka ni na nafasi saba, ambazo ni msaidizi wa kumbukumbu daraja la pili, nafasi tatu. Kazi na majukumu ni kuorodhesha barua zinazoingia masjala na kuorodhesha barua zinazotoka nje ya taasisi, kusambaza majalada kwa watendaji. Sifa ni elimu ya kidato cha nne au cha sita, lakini uwe na mafunzo ya stashahada au diploma level 6 katika fani ya utunzaji wa kumbukumbu -kumbu, kutoka vyuo vinavyotambuliwa na serikali, lakini pia uwe na ujuzi wa kutumia kompyuta. Mshahara ni ngazi ya mshahara ya serikali ya TGSC. Nafasi zingine ni dereva daraja la pili, hapa kuna nafasi nne Sifa ni elimu ya kidato cha nne na leseni ya daraja E au C ya uendeshaji wa magari ambao umeifanyia kazi kwa mwaka moja bila kusababisha ajali, lakini pia uwe na cheti kutoka VETA au chuo kingine kinachotambuliwa na serikali. Ah, masharti ya jumla kwa uombaji, waombaji wote kwanza wawe ni raia wa Tanzania wenye umri kuanzia miaka kumi na nane na usiozidi miaka 45. Na kwa wewe ambao umesoma nje ya nchi hakikisha cheti chako au vyeti vyako vimehakikiwa na taasisi husika au mamlaka husika kama TCU, Nekta pamoja na NACTE. Hakikisha unakuwa na vyeti vyako original kuanzia cheti cha mtihano wa kidato cha nne, cha sita, kompyuta na vyeti vya taaluma, lakini pia hakikisha unakuwa na cheti chako cha kuzaliwa, ni muhimu kabisa hicho. Na mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 30 Novemba 2025.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 Like video hii na share video hii. Asante na karibu.